Tunasema ni mtu aliyevuta pale bomba, lakini bomba hili linatumiwa na na watu wangapi? Idadi hii inaweza kuwa kubwa sana. Sasa kutokana na hali hali hiyo, na hali ya ya ya huduma ya maji, kama mnavyofahamu kwamba tunatekeleza kutimiza ilani ya Chama cha Mapinduzi ya 2025 ambayo inatutaka maeneo ya mijini tufika asilimia 95 ifikapo 2025 na kule wenzetu vijijini wafikia asilimia 85. Kwa hakika kipindi hiki tumeongeza kwa asilimia 4 na hivyo kufikia asilimia tisini na tatu ya upatikanaji wa maji kwa wastani. Sasa hapa hii swala la wastani linaleta eh, changamoto kwa watu kwa sababu sitini, wapo wengine wanapata asilimia sabini, wapo wanaopata asilimia themanini, wapo wanaopata hata asilimia mia moja. Kwa mfano haya maeneo niliyozungumza kule maji yanapatikana karibu muda wote. Kwa hiyo tukichukulia hii wastani kimsingi ndio tunaipata hivi. Na jambo moja nalo kwenye wastani ni kueleweka, wakati mwingine kuna maeneo mengine unakuta kwamba yanasema hajafikiwa, lakini ukienda kwenye idadi ya watu walioko kwenye maeneo, hali ni maeneo makubwa, lakini yana idadi ndogo ya watu. Lakini kuna maeneo ambayo yameshafikiwa na huduma, yana idadi kubwa ya watu na huduma imewafikia lakini changamoto ya huduma yetu ya maji ni kwamba e, e, hata wale wachache kwa sababu maji hayana ya mbadala, hata kelele za wale watu wachache wanaopiga hajafikiwa inawezekana kwamba zikawa ni kubwa sana, na sisi tunaamini kwamba kelele sawa za watu wachache ambao wana njaa ni kubwa zaidi kuliko kelele za watu wengi ambao wameshiba. Yani, unaweza kujikuta kwamba asilimia tisini wanapata huduma ya maji, lakini asilimia kumi tu ambao bado hawajafikiwa, unaweza kuta kelele zake ni kubwa zaidi kuliko za asilimia tisini iliyofikiwa, lakini kazi kubwa imefanyika. Na sisi tunaamini kwamba tunaendelea na utekelezaji wa ilani kama ambazo malengo yalivyowekwa, na kwa miradi hii tunayoendelea nayo na kwa kasi tunayoendelea nayo, tunaamini kwa miezi iliyobaki na miradi hii itakaweza mingine kukamilika ndani ya mwaka huu, azima ya asilimia tisini na tano katika jiji la Dar es Salaam ita, itafikiwa. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuweza kuhakikisha kwamba kwamba kwa, kwa, kwa, e, kwa kweli kwa haya mambo yanayoendelea, nimezungumza a fanikio hili la kuanza ujenzi wa bwawa la Kidunda ni fanikio kubwa sana katika mustakabali wa huduma ya maji katika Dar es Salaam. Tunaliona ni moja ya achievement kubwa ambalo Mheshimiwa Rais anastahili kupongezwa kwa ajili ya hili kuweza kuhakikisha kwamba kuna kuwa na usalama wa maji. Lakini hata zamira ya serikali ya kutoa maji mto Rufiji mbili ya haya maji tunayozalishwa. Kwa hiyo hatuwezi zikisha kamilika, tunaamini e maeneo haya yanayohudumiwa na, na Salaam yataweza kusaidia. Zipo changamoto chache ambazo tunaendelea kukabiliana nazo, na moja ni kimsingi ni mabadiliko ya tabia nchi. Lakini tabadiliko tabia ya nchi ndio hivi kukauka kama vyanzo vya maji. Kwa hiyo vikitokea kimsingi na twasili kubwa katika utoaji wa huduma ya maji, lakini serikali imeona ndio inajenga kama mabwao haya ya kuhifadhi maji ili kuhakikisha kwa kwamba zinapotokea hali kama hizi basi eh, tunakuwa na alternative ya kuweza kusaidia huduma ya maji inaendelea. Lakini napenda tuendelee kuomba kushirikiana na waandishi wa habari kuendelea kutoa elimu ya kulinda vyanzo vya maji kusudi hizi huduma tunazozitoa na kazi kubwa ambayo serikali inaifanya kuweza kuhakikisha huduma ya maji inakuwa endelevu. Lakini lingine ambalo nalo kwa Dar es Salaam tunaliona linahitaji kuendelea kushirikiana ni kwa kweli ni swala la mipango miji. Eh, kwa Dar es Salaam leo unafikiria kwamba maji unayapeleka hapa. Ukienda baada ya miezi miwili mitatu unajikuta kwa kweli makazi yameshabadilika sana. Kwa sababu unakuta maeneo yale kama hayajapimwa. Kwa hiyo hata unapofanya eh, projection zako nitahudumia watu labda laki moja. Ukienda baada ya miezi sita watu sio laki moja tena, hawa watu ni laki mbili. Kwa hiyo ile huduma unamaliza kutekeleza, unafika pale, unaona tena kelele zinaanza, kwa sababu kule kulikuwa kujapimwa. Kwa hiyo watu wanaenda, mmoja anakata anakata anakata, mwisho wa siku unajikuta kwamba tunakuwa na na idadi kubwa sana ya watu.